Baadhi ya maafisa wa ngazi ya juu wa jeshi la polisi wakisoma kiapo cha maadili Ikulu Dar es Salaam. Katika salamu zake kwa maafisa hao wa polisi, Rais Magufuli kwanza ameelezea kusikitishwa kwake na mamilioni ya fedha yaliyokuwa yakilipwa kwa wafanyakazi hewa wa jeshi la polisi, malipo yaliyokuwa yakiidhinishwa na aliyekuwa mhasibu wa jeshi la polisi makao makuu. Lakini kitu cha kujiuliza, ninyi polisi ndiyo mnashika, ninyi ndiyo mnapeleka mahakamani, ninyi ndipo raia huko hata akiiba kuku mnamshika kikamilifu. Leo mwizi mlionaye makao makuu, mlikuwa mnashindwa kumshika? Mnajua kupeleleza, mna vyombo vyote, ofisi ya IGP iko pale pale, DCI iko pale pale, makamishina wote mnazunguka, mnaenda pale pale, mwizi mnaye pale pale mnashindwa kumshika. Wakati magari mapya ya jeshi la polisi zaidi ya 77 yakiwa yamekwama bandarini kwa kukosa bilioni nne za kulipia TRA, rais ameagiza uchunguzi wa haraka kufanyika kwa mabilioni ya fedha yaliyolipwa ndani ya wiki moja tu mwishoni mwa mwaka 2015 kwa lengo la kushona sare za jeshi hilo, ambazo hadi sasa hakuna hata sare moja iliyokwisha kukamilika. Ninauhakika waziri unajua, umeshalisikia. Ninauhakika IGP umeshalisikia. Ninauhakika Meja Jeneral Wegasila umeshalisikia, na wewe ni mwanasheria na ni meja jenerali, na ninauhakika makamishna wameshasikia. Ninategemea siku moja hao wahusika waliohusika na hilo nao watapelekwa mbele ya haki. Wengine wanasema bilioni 40, wengine wanasema bilioni 60, wengine wanasema bilioni 20 na zilitolewa ndani ya wiki moja. Amewaahidi makamanda hao wa polisi kuwajengea mazingira bora, ikiwa ni pamoja na kuwajengea nyumba za kisasa, kuboresha maslahi yao, huku akiwataka kufanya kazi kwa kufuata misingi ya kisheria, huku akisema ongezeko la kodi litasaidia kufanikisha malengo hayo. Wengine wanasema meli zimepungua sasa. Zile meli zilikuwa hazileti bidhaa ambazo zilikuwa zinalipa kodi. Sinafuzi ache kuja sisi, tunataka meli zinazokuja zitakazolipa kodi. Kwa nini uwe na mameli mengi ambayo hayalipi kodi? Yamepungua, yameenda huko ambako yatakaa bila kulipa kodi. Sisi tunataka anayekuja hapa alipe kodi. Namkuta mtu anaandika, we, yamepungua yamepungua. Yapungue tu hata yaache kuja. anasema ya hey, watalii wakianza kutozwa vati wataacha kuja. Waache kuja, tunataka watalii watakao kuja hapa walipe vati, kuliko kuwa na watalii milioni mbili ambao hawalipi vati. Nafue na, na watalii laki tano wanaolipa hela. maafisa hao wamemhakikishia rais Magufuli kufanya kazi kwa kufuata misingi ya kisheria na kuhakikisha wanarejesha hadhi ya jeshi hilo ambayo kwa mujibu wa rais ilikuwa imekwisha kupotea. Na kama ikitokea, basi tutakuletea taarifa baada ya kuwa tumeshachukua hatua, ili tutake ufanye maamuzi ambayo ni ama kumwondolea hicho cheo au kufanya vinginevyo itakavyokuwa. Itategemea na, na gravity ya hilo hilo kosa na kama nilivyosema, nachukua na, na, na, na, na, na, na, fursa hii kwa niaba ya maofisa wapya kwamba tutaenda kutekeleza majukumu yetu kwa nguvu mpya, na tutahakikisha kwamba usimamizi utaimarika zaidi kwa askari walio chini yetu. Tuendeleze uadilifu na bidii, sisi tuliopewa jukumu hilo tunakuwa wasaidizi wengine wa karibu wa ngazi za juu tuzisaidie ngazi za juu kuyamaliza matatizo mengine.